Hii chama chetu ya ODM, wengine wanasema ati uburu sasa, miaka zake zimeenda. Na sababu gani sasa hii inachukua chama ya wazee? Angalieni vile nini viongozi wa hapa, abdi swamad swamad, ni kijana au sio kijana? Wanga ni kijana au sio kijana? Na wale wote viongozi hapo, mlimewaone Si ni vijana wote wako nyuma nyuma yangu. Kwa hivyo ODM ni chama ya vijana, ni chama ya Gen Z kama Oburu Oginga, kama mimi is a chama of all the youth, na, na ninahimiza youth wote wakuje waingilie chama chetu ya ODM na sina mengi ya kusema.